labu ya Pambajiji yenye maskani yake kule jijini Mwanza inayotarajiwa kucheza mchezo wa ligi ya siku ya kesho, mchezo ambao utapigwa katika dimba la Kirumba huko Mwanza, leo wamekabidhiwa kiasi cha milioni 30 ikiwa ni kama sehemu ya hamasa kuelekea mchezo huo. Klabu ya Pambajiji wao wamekuwa na utaratibu wa kuwapa wachezaji wao motisha hasa pale wanapoelekea utaratibu huu ulianza. Baada ya dirisha dogo kuanza kuchezwa, kwa sababu tu ya kwamba pambajiji katika ule mzunguko wa kwanza hawakuwa wamefanya vizuri zaidi katika ka michezo ambayo wamekoa kiicheza, lakini kuelekea duru ya pili utaratibu ukabadilika, na tumeona viongozi wameweza kufanya hicho kitu, kuweza kuwapa motisha wachezaji ili tu kuweza kuinusuru pambajiji kuto kushuka daraja. Sasa hapo kwa pambajiji, aliyekuwa mlezi ama mlezi wa sasa wa pambajiji bwana Said Mtanda ambaye pia ni mkuu wa mkoa wa Mwanza, yeye pia ni shabiki kinda kinda kuelekea game dhidi ya Yanga tunafahamu, uh, Yanga ni timu yake ya kushabikia lakini Pamba Jiji ni timu yake ya nyumbani ambayo yeye kama kiongozi huwa anaisimamia. Hasa alichokifanya bwana Said Mtanda katika kuelekea mechi hii, maandalizi kuelekea siku ya mechi, mechi itakuwaje, yeye amejitoa kwa muda kwenye sehemu ya kuwa mwanachama wa Pamba Jiji mpaka pale timu ambapo itamaliza mchezo wake dhidi ya Yanga, na hii tu ni kuondoa yale maneno pamoja na lawama ambazo zitakuja baadaye kwamba kwa sababu yako wewe fulani amepoteza mchezo au tume imekuwa moja mbili tatu, kama tunavyojua wa Tanzania tunavyokuwa na nongwa hasa kwenye hizi timu mbili za Kariakoo. Lakini sasa bwana Said Mtanda yeye amejiexclude, nisema amejitoa, amejiweka pembeni kuelekea mchezo huo dhidi ya Yanga, na kikubwa tu ni kwamba timu haikubaki bila mlezi, lakini timu ambayo ilikuwa chini ya viongozi wengine wa Pamba Jiji. Hapa namzungumzia Biko Kotecha, ambaye yeye ni mwenyekiti mkuu wa klabu hiyo na ambaye ndio leo yeye ametoa mzigo huo wa shilingi milioni 30 ikiwa kama motisha ya kuweza kumnyoa wa bwana Young Africans katika mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Pamba Jiji wamekuwa na utaratibu wa kuweza kuwapa motisha wachezaji wake hasa pale wanapoelekea kucheza katika mechi za ligi kuu ya soka Tanzania bara. Tuna pata taarifa kutoka katika vyanzo mbalimbali kwamba Pamba jiji endapo watapata mchezo wowote ushindi, wanakabidhiwa shilingi milioni thelathini, lakini endapo watapata sare watakabidhiwa shilingi milioni kumi na tano. Lakini hii imekuwa tofauti kwenye mechi dhidi ya Yanga. Je, kupewa ile advance, tunadhani ya kwamba wanaweza kapindua meza, ama mchezo utakuwa na motisha zaidi, ama Young Africans wataingia kwa tahadhari zaidi. Hii ni Sawa Sawa Digital, so leo nimekupitisha kwenye updates za soka kwenye upande wa ligi kuu ya soka Tanzania Bara ambayo inaendelea e, leo lakini pia itaendelea kesho kwa mchezo ambao utazikutanisha timu hizo mbili, klabu ya soka ya Pamba dhidi ya klabu ya soka ya e, Young Africans, mchezo ambao utakayopigwa kule jijini Mwanza katika uwanja wa CCM Kirumba.